Kituo cha saba: Yesu anaanguka mara ya pili. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. sababu ya ubaya wa njia ya ulegevu wake, Yesu, Yesu tena <coughs> aliangua alianguka tena lakini, lakini aliinuka kwa sababu alitaka kumaliza ukombozi wetu. E Yesu, Yesu ututie nguvu, tusiendelee kukaa katika hali ya dhambi, bali tufanye mara y kichukio tupate kurudi kwako. Amen. Yesu tena waanguka chini, kwani umechoka zaidi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea tukosea, usisukie katika shawishi, lakini utuokoe mavuni. Amina. Salamu Maria <coughs> umejaa neema, Bwana nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzawa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana, utuhurumie wapumzike kwa amani. Kituo cha nane. Akina mama wanamlilia Yesu. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu umeikomboa dunia kwa mtakatifu. Wanawake wengine walio, waliona kwamba Yesu anateswa mno <tipu> hata damu yake inatona njiani, walimlilia Yesu, lakini aliwaambia "Msilie wanawake juu yangu mimi, mbali lieni juu yenu ninyi na juu ya watoto wenu ee. Hey Yesu, utujalie tuone uchungu wa kweli sababu ya dhambi zetu zilizo kutonesha damu, utuhurumie sisi na wakosefu wote. Amina. Yesu bibi wanakudilia nawe unawafundisha: Baba yetu wa mbinguni yeah, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama binguni. Utupelee mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi lakini tuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate neema kwa Mungu wapo. Amina. Jina la Baba wapumzike kwa amani

na Yesu mzaa tubulakwa ambarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wa ukosefu saa sana saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tubulakwa ambarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wa ukosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuwasifu siku zote Yesu, Maria na Yosefu. Yesu wangu, tusamehe dhambi zetu, kutuepushe na moto wa milele, ongoza roho zetu zote binguni, hasa za wana wanaohitaji zaidi ya huruma yako. Kituo cha tisa Yesu anaanguka mara ya tatu. Eh, Yesu tunakuabudu tunakushukuru, kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Askari walimsukuma Yesu aende mbele naye alianguka mara ya tatu lakini aliendelea njia ya mateso ili ayatimize mapenzi ya Mungu Baba. E Yesu, utulinde ili tusimame daima imara tunapovutwa na shetani au na tabia mbaya. Upate neema ya kukufuata, ya kukufuata mpaka kufa. Amina. Yesu mara ya tatu anguka. Jina lako litukuzwe, mfalme wako ufike, utakalo ulifanyike duniani kama binguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi lakini tuapoe maovuni. Amina. Salam Maria, umejaa neema, Bwana nawe umebarikiwa, kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote, na milele amina. E Bwana utuhurumie, utuhurumie. Roho za Utu waumini wapate neema kwa Mungu, wapumzike kwa amani amina.